Asenati ambaye ni mke wa Yusufu anatajwa kwa ufupi katika bibilia. Anatajwa katika kitabu cha Genesis au kitabu cha Mwanzo arobaini na moja mstari wa arobaini na tano hadi mstari wa hamsini na mbili Hiyo ndiyo mistari inayomtaja katika bibilia yote, lakini ni mwanamke ambaye amebeba siri nzito. Anatambulika kama binti wa Potifera kwa maana Potifera ndiye baba yake na baba yake huyu alikuwa ni kuhani wa sehemu iliyoitwa Oni. Oni ni sehemu iliyokuwa maarufu kama Heliopolis na Heliopolis ni mji unaopatikana katika nchi ya Misri na mji huu ulikuwa ndio kitovu cha ibada ya miungu mingi na hasa wakiwa wanadili sana na Mungu Jua waliyekuwa wakimwita Mungu Ra. Farao alimtoa Asenati kwa Yusufu kama mke, baada ya Yusufu kupata madaraka makubwa katika nchi hii ya Misri. Yusufu alikuwa waziri mkuu wa nchi ya Misri, nchi ambayo ilimpokea bila hata kujua huyu mtu anatokea wapi. Mwanamke huyu akazaa na Yusufu watoto wawili tu ambao wanabeba majukumu makubwa katika ukoo wa nchi ya Israeli au katika ukoo wa jamii za Kiyahudi, japo mama huyu ni wa nchi tofauti, tena ni wa nchi isiyopendwa na isiyopenda nchi ya Israeli au sehemu yoyote ambayo Wayahudi wanaishi. Kihistoria, Asenati alizaliwa katika familia tajiri ya watu mashuhuri wenye elimu ya juu kabisa. Asenati alikuwa mtoto wa mtu ambaye ni kuhani katika nchi ya Misri, katika mji huo wa One. Alikuwa sehemu ya tabaka la juu kabisa katika nchi ya Misri lililohusika na elimu, falsafa, uongozi wa kiroho na mambo mengine ya kisiasa. Mama huyu Asenati alilelewa katika mazingira ya heshima, utamaduni na ustaarabu unaotokana na imani walizokuwa nazo watu wa Misri. Alitarajiwa kuolewa na mtu wa hadhi ya juu kabisa, au kiongozi wa juu, au mtu ambaye anatoka kwenye kabila la watu ambao wana, uh, wana uongozi katika serikali iliyokuwepo. Kuwa mke wa Yusufu Kulikuwa uthibitisho kutoka kwa Farao kwamba Yusufu sasa amekubalika, amepewa nafasi ya juu ya waziri mkuu katika nchi hiyo ya Misri, nafasi ya kudumu kabisa ya heshima na mamlaka kamili ndani ya nchi ya Misri. Mwanamke huyu Asenati mwenyewe alikuwa msomi mwenye hekima na maadili ya kifalme, kwa sababu alikuwa amelelewa katika mazingira ya kuandaa watu wakuwa wafalme au watu wanaopatikana katika familia za kifalme. Alikuwa ni mstaarabu na mwenye kujua mila na desturi na miungu ya kwao, kwa maana ya miungu ya Misri, hasa mungu wao Ra maandiko au historia ya kale hasa vitabu vya Wayahudi vinatoa picha kamili ya kina zaidi ya hadithi yake mwanamke huyu. Simulizi hizi zinaeleza kwamba awali Asenati alikuwa anaabudu miungu ya Misri kama ilivyokuwa kawaida katika familia yake. Wazazi wake, mababu zake, wote walikuwa wakiwaabudu mungu Raa, lakini Asenati ameingia kwenye familia ya mtu ambaye hahusiki na miungu hawa tena. Lakini baada ya kuona tabia ya Yusufu ya kumcha Mungu wa Israeli, kumcha Mungu wa Wayahudi, aliamua kupata mabadiliko ya moyo, aliamua kubadilika kiroho ili aweze kuendana na huyu mme ambaye ameolewa kwake. Inasemekana kwamba Yusufu, baada ya kupewa na Farao, alikataa kabisa kumkaribia kama mkewe kwa sababu alikuwa anaabudu sanamu. Yusufu kumbuka, alikuwa hapendi kujichanganya. Kila kitu ambacho kilikuwa hakiko upande wa Mungu wa kwao alikuwa hataki kujichanganya nacho. Mfalme amempa mke, amempokea, lakini mke huyu hamsogelei kama mkewe kwa sababu bado anaabudu miungu. Hiki kilimfanya Asenati aumie sana, kisha akajitenga kwa siku saba akafunga na kuomba, akavunja sanamu zake zote na akaomba msamaha kwa Mungu huyu kwa Wayahudi, na hatimaye akasamehewa. Baada ya maombi ya siku saba, malaika alimtokea na kumweleza kuwa Mungu amekubali toba yake, ndipo Yusufu akamkubali kuwa mke wake na wakaoana, na tayari wakapata watoto hao, tayari wakatengeneza familia yenye tamaduni mbili, tamaduni ya watu wanaoabudu miungu lakini tamaduni ya watu wanaomwabudu Mungu wa Israeli. Vile vile ndoa yao ilikuwa muungano wa tamaduni kuu mbili, imani ya Kiebrania ya Yusufu na ustaarabu wa Misri aliokuwa nao Asenati. Kwa pamoja walizaa watoto wawili, Manase na Efraim, ambao baadaye walikuwa mababu wa makabila makubwa katika Israeli. Kwa kawaida hadithi ya Asenati inatufundisha masomo mengi ambayo yanaweza kutusaidia katika njia hii ya wokovu tunayokimbilia na tunayotakiwa kuipata. Nitakupa vitu sita ambavyo vinatokana na hadithi ya Asenati. Hadithi hii inatufundisha kwamba Mungu anaweza kumfikia mtu yeyote, hata aliyelelewa mbali na nuru ya Mungu wa kweli, kwani hata Asenath alilelewa mbali na nuru ya Mungu katika nchi ambayo wanaabudu miungu, lakini baadaye Mungu aliamua kumwokoa Asenath, akaokoka na akaendelea kuwa na imani na Mungu huyu wa Israeli. Inatufundisha vilevile kwamba toba inaweza kumgeuza mtu kutoka historia ya giza hadi kuwa sehemu ya mpango mkubwa wa Mungu. Hadithi hii inatufundisha pia na kuthibitisha kwamba Mungu anawakaribisha watu wa kila taifa katika baraka zake. Mungu hajali wewe unatoka wapi, lakini anajali kujishusha kwako na kuonyesha kwamba wewe unamhitaji kuliko anavyokuhitaji wewe. Kitu cha nne, hadithi hii inatufundisha kwamba asili ya mtu haitoshi kumzuia Mungu kutimiza kusudi lake juu ya maisha ya mtu fulani. Asili ya mtu inaweza kuwa mbaya, lakini Mungu bado anaweza kukutumia ukatenda mambo makubwa hapo hapo ulipo. Tunajifunza vilevile kwamba Mungu hutumia watu ambao dunia haikutarajia kwamba wangeweza kutumiwa na Mungu. Asenati anatoka katika nchi wanawabudu miungu. Watu hawakujua kwamba Mungu anaweza kumtumia, lakini kutoka kwake vizazi na vizazi vya Israeli vinazaliwa na katika tumbo lake wanatoka watoto ambao wameendeleza vizazi ambavyo vinaendelea kumfurahisha Mungu na kumwabudu Mungu wa kweli. Kitu cha sita, neema ya Mungu haina mipaka ya kabila utamaduni wala historia ya mtu. Kwani Mungu anaweza kumfikia mtu mwenye historia yoyote. Nikwambie kwamba bila kujali wewe ni nani, bila kujali unatoka wapi, bila kujali wewe kabila lako ni lipi, bila kujali wewe familia yako inakataliwa kwa kiasi gani, wewe unaweza kuwa chombo cha kutumika. Mimi ni kushukuru na niseme asante sana kwa kusikiliza kipindi hiki. Kama umependa mafunzo haya, hakikisha kutufuatilia katika podcast zetu. Na Mungu akubariki.